Kwa msimu wa tatu mfululizo Arsenal inamaliza ligi ikiwa ni mshindani wa pili katika msimamo wa ligi kuu nchini Uingereza. Arsenal katika msimu wa 2022-2023 walimaliza wakiwa nafasi ya pili huku Manchester City wakifanikiwa kuibuka na ubingwa. Msimu wa 2023-2024, Arsenal wakamaliza tena nafasi ya pili , Manchester City akiondoka na ubingwa. Msimu huu wa elfu mbili na ishirini na nne elfu mbili na ishirini na tano Arsenal pia wamemaliza nafasi ya pili, huku Liverpool akiondoka na ubingwa. Kuna sehemu nikakutana na komenti kwamba Arsenal ni kama movie za Netflix, kila siku utasubiri next season. Kila season wanakuwa na mipango mikubwa sana ya kuchukua ubingwa, lakini wamekuwa na bahati mbaya sana ya kuto kuchukua ubingwa. Kwa misimu mitatu mfululizo, wanamaliza wakiwa nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu ya nchini Uingereza. Wacha tuendelee kunywa mtori, nyama ziko chini, maybe next year is for Arsenal. Kama unaamini Arsenal watachukua ubingwa msimu ujao, weka comment ya yes. Kama unaamini Arsenal hataweza kuchukua ubingwa katika msimu ujao, weka no hapo kwenye comment. Hapa ni Super Travel ya Dino wa Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo. Mohamed Salah the Egyptian king anafanikiwa kuchukua ubingwa wake wa pili wa ligi kuu ya nchini Uingereza akiwa na klabu ya Liverpool tangu ajiunge na klabu hiyo mwaka 2017. Mo Salah sasa ametimiza miaka 8 hadi sasa tangu alipojiunga na klabu hiyo akitokea AS Roma ya huko nchini Italia katika ligi kuu ya Serie A. Na siku kadhaa zilizopita klabu ya Liverpool ilithibitisha kumwongezea mkataba miaka miwili nyota huyo ambaye ana umri wa miaka 33. Mo Salah ataendelea kusalia klabuni hapo mpaka itakapofika mwaka 2017 ambapo atakuwa na umri wa miaka 35 huku akikamilisha muongo mmoja klabuni hapo. Mo Salah ameandika rekodi nyingi sana kubwa akiwa na klabu hiyo ya Liverpool. Mpaka sasa Salah ndiye mchezaji wa tatu baada ya Ian Rush na Roger Hunt aliyefungia Liverpool magoli mengi zaidi tangu kuanzishwa kwa klabu hiyo. Wanasema he's the third top scorer of all time. Salah, mpaka sasa ameifungia Liverpool magoli 244 na assist 111 11 katika michezo 361 huku Ian Rush akiwa ameifungia Liverpool magoli 346 na Roger Hunt akiifungia magoli 285. Mo Salah pia anashikilia nafasi ya tano katika wafungaji bora muda wote wa ligi kuu nchini Uingereza akiwa na jumla magoli 185 katika michezo 295 aliocheza mpaka sasa. Salah ni mmoja wa wachezaji waliocheza Liverpool kwa mafanikio makubwa sana, akinyakua vikombe vikubwa saba ama seven major trophies ndani ya miaka 8 aliyotumikia Liverpool mpaka sasa. Salah amefanikiwa kuchukua Golden Boot ama kiatu cha mfungaji bora kwa mara tatu akiwa na Liverpool. Na bila shaka mwishoni mwa msimu huu huenda ndiye atakayeondoka na kiatu chake cha nne kwa sababu mpaka sasa ndiye anayeongoza mbio za ufungaji bora katika EPL akiwa na jumla magoli 28 nyuma yake ikiwepo Erling Haaland. Kumbuka, imebaki michezo ime minne tu kumalizika kwa msimu wa ligi kuu nchini Uingereza msimu wa 2024-2025. Mo Salah amefanikiwa kuchukua UEFA Champions League msimu 2018-2019, lakini pia Premier League msimu 2019-2020 na msimu huu 2024-2025. Amechukua UEFA Super Cup msimu 2019-2020, FIFA Club World Cup 2022 League Cup 2021 2022 na FA Cup 2021 2022 numbers don't lie kama hakika namba hazidanganyi congratulations the Egyptian King Mo Salah kama unamkubali Salah usipite video hii bila kudondosha komenti yoyote hapo kwenye komenti ulikuwa na Dennis te nominator hapa ni Supertrav tafadhali endelea kutufolo kwa taarifa nyingi zaidi za kimichezo.